Mambo ya nuclear ni hatari. Bomu moja ilitupwa huko Japan ikamaliza vita vya pili vya dunia mji ambao ulijulikana kama Hiroshima. Hatutaki Hiroshima Malindi. Wangapi wanasema tumekataa mambo ya nuclear, tena tusikie hiyo. Tuko na waheshimiwa wabunge wengi ambao tunaandamana nao ako hapa Kleofa Malala ndio huyo pale. Kabla ya Kleofa awasalimie huko, kuna mawadhe wa Embakasi, kuna spika wa bunge wa Makueni, kuna mheshimiwa Matungulu mwanamule, kuna Wanjiku Muhia kutoka Kipipiri. Wametoka wengi waheshimiwa hapa. Kwa hivyo na wandeto huyu, huyu anatoka Nyeri, amekuja amekuja kutafuta makoso. Na hapa kuna kuna mheshimiwa Munyaka anatafuta makoso na kuna wengine hapa, ndugu Mwafrika Mwafrika kutoka Roysambu, Nairobi, mheshimiwa e. Hata kuna chairman wa Jubilee anaitwa Saitoti Terome, e, unaona Masai yote e, alafu tuko na wapi mheshimiwa mwingine, uh, kum, kabla ya kumpatia Malala hapa kuna wakili Ndegwa nji, Ndegu Njiro, Ndegu Njiro. Aa, kwa hivyo kasongo aende asiende, tunataka kujua kusema kweli, Malindi ndio wasikie. Tumetoka kuomba kwa maombi, na sisi tunaamini hatuna hatuna hatuna nia mbaya. Ile nia mbaya ni juu ya wizi wa mali ya umma, hata port ya Mombasa na port ya Lamu karibu sinananadiwa na serikali hii ya Kasongo. Kwa hivyo mambo yote tutaenda kuyafichua na tunaona kwamba tarehe ishirini na tano tarehe ishirini na tano nasema Gen Z Revolution day mwezi huu. Gen Z mpo? Gen Z mpo? hebu nipatie Gen Z, fanya hivi. Gen Z, Gen Z, Gen Z, tumesema tarehe ishirini na tano Tarehe ishirini na tano, watu wa Kenya wataenda mbele ya bunge walikouliwa watoto wetu Gen Z, na pale, kwa heshima na utaratibu, tutaweka maua katika hiyo mtaa yote ya parliament building kukumbuka watoto wetu na kuwaombea dua, ili Mungu afanye haki Kenya hii, awezi kumwaga damu yao damu yao kiholela